Unaweza kujiuliza ni kwa nini mashinikizo kila kukicha juu ya kesi ya Tundu Lissu ambaye ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, pamoja na chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania. Kesi ya Tundu Lissu bado ipo katika mahakama ya kimkazi Kisutu, huku ikitarajiwa kutajwa siku ya tarehe 2 mwezi wa sita mwaka 2025, ambapo Tundu Lissu hatafikishwa katika mahakama hiyo kwa ajili ya kufuatilia shauli lake na mwenendo mzima wa kesi ya wainine wa mkabili pamoja na makosa mengine. Jumuiya za kimataifa zimeendelea kuweka mkazo, huku zikionya kuchukua hatua dhidi ya serikali ya Tanzania kuendelea kumshikilia Tundu Lissu pamoja na madai mbalimbali ya mbali ukiukwaji wa haki za binadamu. Katika hatua nyingine, mashinikizo hayo yalizungumzwa na bunge la Ulaya ambao walidai ukiukwaji wa haki za msingi za kidemokrasia na haki za makundi mbalimbali mbali nchini Tanzania. Bunge la Ulaya lilipitisha zaidi ya maazimio nane ikiitaka serikali ya Tanzania kuyafuata, tofauti na hivyo hatua zitachukuliwa misaada pamoja na mashirikiano ya nchi mbalimbali ulimwenguni. Katika hatua hii Tanzania kupitia viongozi wake walisema hawawezi kuamliwa nini cha kufanya na kuibua mjadala mzito bungeni, wakati kesi ya Lissu ikipangwa kusikiliza siku ya tarehe siku ya tarehe mbili Juni 2025. Hii leo yameibuka mapya ambapo barua zimeandikwa kwenda Umoja wa Mataifa UN juu ya swala la Tundu Lissu kushikiliwa, huku pia wanaharakati mbalimbali kutoka nchini Tanzania akiwemo Maria Salungi akihudhuria katika majukwaa ya kimataifa huko Brussels na nchini Tanzania. Wakili wa kimataifa wa Tundu Lissu Bob Amsterdam pamoja na washirika wake umeandika ujumbe kwenda Umoja wa Mataifa akitaka jumuiya hiyo kuingilia na kuanza kuchunguza juu ya mambo mbalimbali mbali ya kidemokrasia yanayoendelea nchini Tanzania yanayodaiwa kukiuka misingi ya kidemokrasia pamoja na Lissu kuendelea kushikiliwa na vyombo vya usalama. Washington DC, Amsterdam na washirika wake LLP, wakilishi wa Tundu Lissu kimataifa umetuma maombi kwa Umoja wa Mataifa juu ya ukamataji wa holela wa Tundu Lissu na kuzitaka mamlaka husika za Umoja wa Mataifa UNWGAD kuanza uchunguzi wa haraka juu ya kukamatwa na kuzuiliwa na mamlaka za Tanzania. Tundu Lissu ambaye ni mwanasheria maarufu na mwenyekiti wa Chadema ambacho ni chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania alikamatwa katika mkutano Mbinga, tisa, 25, wa halali Mbinga tarehe 9 Aprili 2025 kusini magharibi mwa Tanzania ikiwa ni sehemu ya no reform no election. Robert Amsterdam maarufu kama Bob Amsterdam amesema hili sio shambulio kwa mtu mmoja, bali ni shambulio la kidemokrasia kwa nchi nzima. Tunaitaka dunia ingilie kati suala hili. Kuna ukiukwaji juu ya mteja wangu, kushikiliwa kwa mteja wangu kuna kiuka sheria na matakwa ya Tanzania pamoja na sheria za kimataifa.